Inajuzu kuitwa zakatu lfitri yeah. Tukianza na waktu fadhli mm -hmm. Ambao waktu ambao una fadhila nyingi katika kutoa zakatu lfitri yeah. Ni kabla ya watu kuisali salatu lidi nsabahu y lidi mtu akaitoa zakatu fitri pale, muda hule unakuwa ni bora sana. Na nyakati ya pili ambayo ni mm. waktul jawazi ambao inafaa kutoa zakatu fitri ni siku mbili au siku moja kabla yomu lidi, mtu akaitoa ni zakatu fitri, ingawa kuna wanazuuni wengine wakasema inafaa kuitoa zakatul fitri katika hmm. mwezi mosi wa Ramadhani. Lakini bora mtu akaitoa hizo zakatul fitri katika nyakati zingine, waktul fadli na waktul jawazi, kwa sababu tumeona hikma ya, ya, ya, ya, zakatul fitri ni yeah, mafukara na masikini na matajiri, ili furaha yao kuwa moja. Sasa kama mtu utamjia zakatul fitri mwezi mosi Ramadhani hmm. Ina maana yaumu lidi ufuraha taitwa wapi? Maanake ata mnyonge mnyonge mpaka siku ya Idi inaingia. Ndio maana nikasema kwamba nyakati mbili ndio bora, ni siku mbili kabla ya yaumu lidi, au siku moja, au katoa ile asubuhi ya yaumu lidi. Namshukran Shehe Allah Subhanahu wa taala kulipe liyo, na nafikiri tunaendelea kupata faida. Naam, Shehe, bado nipo katika swala la zakatul fitri. Je, inafaa kutoa zakatul fitri, labda ukatoa pesa ukaachana na kusema bana, ngoje mimi siwapelekei mchele, siwapelekei ngano, siwapelekei hiki, lakini ukapiga maksimamu ya vitu vyote vile ama ulivyotakiwa kuvitoa ama ukaamua tu kutoa pesa mfukoni yeah, ukakabidhi watu ambao wanatakiwa kuwapa zakatul fitri hii, kisheria pia ipoje? Na miongoni mwa maswali ambayo mm, huwa yanawavuruga Waislamu ni hili kwamba zakatul fitri nitoe kima mm, pesa ama nitoe chakula yeah, huwa linawavuruga sana Waislamu mm. Katika swali hili ambalo umeniuliza mm, yeah, kwanza nitangulize kuna kaidi moja kifiki inasema mm. la tunkiru tahayuru lahkami mm. bitahayuru lazmani yeah. kwamba si vibaya kubadilika hukmu kwa mm. kubadilika zama yeah. Ndio zakatul fitri ni bora mtu akapewa chakula kama alivyotuelekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora mm. E, lakini kuna muda situation namna itakavyokaa itakavyokuwa situation mm. uwaga sasa, mtu anatakiwa aitumie hitaiaba sasa, aache kutoa chakula atoe pesa. Ndio. Mm. kwamba inawezekana katika msikiti mm. ambaye aliyepokea zakatul fitri ni imamu mm. Yeah, yeah, wakatokea katika msikiti maamuma labda ishirini mm. katika maamuma arobaini maamuma ishirini wakampa zakatul fitri imamu yeah. Imamu katika kichwa chake akiwa anawaza kwamba katika hii sehemu yangu mm. na maskini kadhaa mm. na mafukara kadhaa yeah. Kwa hiyo nikishatoka hapa nikawape, kawape yeah. Lakini katika wale maamuma ishirini waliobakia Mm. Wale ile zakatul fitri wakaifikisha moja kwa moja mm. wawale, yeah. Nifahamu, nah, Tasta, na kwa wale wahusika shanifahamus, wakati mama anatoka na zakatul fitri yake kuwapelekea wale mm. maskini na mafukara anawakuta sasa tayari wameshakuwa na, na zakatul fitri yao yeah. Na chakula sasa yeah. Kile chakula kitahitaji eh, Boga, Boga. Bimana itaite vinyama mm -hmm. mafuta, mkaa, vitunguu mm -hmm. mwahalu majaba. Sasa mm -hmm. Imamu atafanyaje? Sasa hapa ndio tunatumele kaidi mm -hmm. La tonkiro takhayur ahkami bitakhayur uzmani, kwamba si yeah. vibaya kubadilika hukmu kwa mm -hmm. kubadilika Mzama. Yeah. zama. Kwa hiyo katika kufanya conclusion ya maneno yangu haya, ingawa mm. mwanzo nilisema ni bora kutoa chakula, lakini kwa situation ambayo hivi sasa tupo mm. na kwa mfano niliotolea bora bora mm. tukatoa pesa yeah. Bimaana yule tunaempa yule atajua e. yeye chakufanya. tunaweza tukampa chakula, lakini kile chakula akakosa nyanya mm. akakosa mka lakini tukimpa pesa, hata yeye atafanya nini kwamba labda nitanunua mchele